Bado kuna wafanyabiashara wengi hawatengenezi hesabu zao za biashara. Sasa hii imekuwa sio sawa, kwa sababu usipotengeneza hesabu za biashara huwezi kuelewa biashara yako inakwenda vipi. Sasa kwenye kipindi chetu cha leo, nitakuelezea jinsi ya kutengeneza hesabu za biashara zinazohusu mapato na matumizi, na katika kutengeneza hizo hesabu nitawaeleza hatua tatu za muhimu ambazo itabidi uzifuate ili uweze kufanikiwa kutengeneza hesabu za mapato na matumizi ya biashara yako, na hatimaye kama umepata faida au umepata hasara. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, karibuni mpaka mwisho. Sasa kama nilivyosema, kuna hatua tatu za kutengeneza hesabu za mapato na matumizi. Hatua ya kwanza unatengeneza hesabu zinazohusiana na mapato. Hatua ya pili unatengeneza hesabu zinazohusiana na matumizi, na hatua ya tatu ni kufahamu kama umepata faida. Sasa tutaenda moja baada ya nyingine. kat hii ndio spreadsheet ambayo inayotumika kuingiza data. Sasa utengenezaji wa hesabu unaweza ukafanya kama una kompyuta, unaweza ukatumia ile programu inaitwa Excel. Hiyo ni nzuri sana kwa kutengeneza hesabu, lakini kama mambo ya kompyuta kidogo hujakuwa huja sawasawa, unaweza pia ukatengeneza hesabu kwa kutumia eh, daftari. Nunua daftari lako kwenye ofisi ya stationery, alafu nitakuonyesha jinsi unavyoweza kutengeneza hesabu kwa kutumia ilo daftari lako. Huu ni mfano wa spreadsheet iliyotumika kuingiza mapato ya biashara. Sasa tutaanza na utengenezaji wa hesabu za mapato. Kama nilivyosema, kama una kompyuta kutumia programu inayoitwa na, na nitaonyesha mfano ni kama hivyo unavyoonekana kwenye screen na hapo. Sasa kinachotakiwa uangalie hizo sehemu kuu muhimu, kwanza kuna sehemu ya kuonyesha ni kuwa kuna mambo ya tarehe, kuna sehemu ya kuweka bidhaa, kuna sehemu ya kuweka idadi na kadhalika, kama inavyoonekana kwenye skrini. Hii ni spreadsheet iliyotumika kuingiza hesabu za matumizi. Hatua ya pili ni kutengeneza hesabu za matumizi. Sasa kwenye hesabu za matumizi, matumizi yamegawanyika sehemu muhimu kama tatu hivi. Kwanza ni matumizi ya moja kwa moja ambayo kwa Kiingereza wanasema lakini, ya pili, kuna matumizi ambayo ni ya uendeshaji, yani operating expenses, na matumizi ya aina ya tatu ni ambayo yaliyokuwa ambayo hayako kwenye operating expenses na hayako kwenye direct cost. Sasa nitakuonyesha mfano utakaouona wa jinsi ya kutengeneza hesabu za matumizi. Hii ndiyo ripoti ya mapato na matumizi pamoja na faida. Hatua ya tatu sasa ni kulinganisha mapato na matumizi, na hatimaye utapata faida. Sasa mfano ni kama hivyo unavyoonekana, na nitakuelezea kitu gani unafanya. Sasa tunaelekea ukingoni kwa kipindi chetu, isipokuwa kuna mambo mawili matatu nataka kuelezea kutengeneza hesabu za mapato na matumizi sio kitu kigumu, tu uwe na mambo haya matatu ambayo ni ya muhimu kuyatekeleza. Kwanza uwe na nidhamu ya kurekodi hizo e, hesabu kila siku, lakini ya pili uwe unahifadhi hifadhi resiti na vocha ambazo zinazotumika kwenye mambo ya kupokea mapato na mambo ya matumizi na ya mwisho ni kuwa uo na utaratibu wa kukagua hesabu zako kila siku na hata kila wiki. Sasa ukiwa na nidhamu hiyo, utafanikiwa kutengeneza hesabu za biashara yako na hatimaye utafahamu kama biashara imepata faida au inapata hasara. Wito, kati ya hizi taratibu za kutengeneza hesabu ipi imekuvutia ipi na changamoto? Andikie na nitaona jinsi ninavyoweza kukupa mawazo zaidi hapa, urusu, kwa sababu hapa muda uruhusu sikuongea kwa undani sana. Na mwisho naomba usubscribe huduma zetu ili usikose kuona vipindi vyetu vinavyotangazwa na Tan Business Channel online television kila siku usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.